Mpaka kufikia hapa nilipofikia, ni imani, ni mkono wa Mungu ndio umenifikisha hapa nilipofika. Maisha yamebadilika kwa kuwa na uhuru wa kazi, ndiyo, na uhuru wa kufanya kazi, sigombezwi, sinyenyasiki, yaani ninafanya kazi kwa uhuru. Mimi nilikuwa nimeanguka kiuchumi sana nilikuwa ni, niko hali ya chini sana. Nilikuwa nafanya biashara ya genge, lakini baada ya kuanza kuna mimi kufuatilia madhabahu hii, nikaandika maombi kumi na mbili nilipoandika maombi kumi na mbili la kwanza nilimuomba Mungu anisaidie nifungue biashara nizidiwe na wateja. Mungu amenisaidia wa amenitendea ile Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano nikapigiwa simu kwamba kuna ofisi imepatikana. Kwa hiyo nikalipia ile ofisi, nikaingia kwenye ile ofisi, mpaka sasa hivi nina ofisi yangu eh. Kwa hilo niliona kabisa ni Mungu ametenda kwa madhabahu ya Arise and Shine. Ujambo? unajisikiaje na hali? Mi naitwa Salama Leo niko sehemu fulani, amazing. Kila kitu humu ndani kimetulia kama ambavyo kinatakiwa kitulie. Hii inaitwa Mama I Made It. Na hapa tuko na watu ambao bila shaka wamefanikiwa katika maisha yao. Leo niko na Apostle ambaye nimekuwa siku zote natamani kuzungumza naye, kukutana naye, kujuliana na hali, lakini kubwa kutaka kujua kwamba kweli na yeye amefanikiwa katika maisha yake. Karibu sana Apostle. Asante sana. Unajisikiaje na hali? Niko salama kabisa. Asante sana kwa muda wako yeah. Najua wewe una mambo mengi nimeyashuhudia mwenyewe. Eh, kazi zako ni nyingi lakini asante kwa kutenga muda wako na kukutana na sisi Amen. Tunamshukuru Mungu. Asante sana. Yeah. Eh, kuna tofauti gani kati ya Mwamposa mm -hmm, na Bulldozer? Bulldozer. Ah, yeah. Uh, tofauti kubwa ni kwamba Mwamposa ambaye ni Boniface alizaliwa na wazazi wake akakua, akaanza biashara, kisha Mungu akamuita. Ili jina Bulldozer limetokana na huduma hii ninayofanya ambayo Mungu alinipa e, kwa sababu ya kazi ambayo ilikuwa inafanyika kwenye mji fulani, tulienda kuhubiri, kuwa na wachawi na watu wa giza, ndio wakati kuna mapambano, ndio Mungu akanipa ufunuo Ukisema ufunuo maana yake wazo lilitoka kwa Mungu, kwamba Yesu ni zaidi ya buldoza. Kwa kutokea hapo, watu wakaanza kuniita buldoza, buldoza, kwa buldoza. Eh, na, nafikiri unalijua kapapila inayotengeneza barabara, popote mlima wote lazima usambaratiki. Imeiona hapa, iko kwa hiyo <laughs> <laughs> so, ndio maana hilo jina, lakini Boniface Mwamposa ni jina anilu, uh, la kuzaliwa wazazi wangu wamenipa. Najua kila binadamu, wazazi wanaweza kukufahamu, wamekuzaa, lakini Mungu anakujua kwa njia nyingine. Hii tunaiona pia kwa wanafunzi wa Yesu. Alikuwa na wanafunzi kumi na mbili ambao aliwachagua. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Simon Bayona. Yesu alipomwita akawambia, utaitwa tena hivi utaitwa Petro. Petro maana yake jiwe, mwamba. Yesu alimbadilisha jina kwao, inafuatana na Mungu alikuwa amekuumba uwe nani. Wazazi wanakuzaa wanakupa jina, lakini Mungu anakujua wewe ni nani. Hawakujua kama mimi nitakuwa mhubiri, hawakujua nitafanya kazi kama hizi, walijua tu ni mtu anapambana, nifanikiwe, nisome, nifanye ni biashara, lakini nikiwa kwenye biashara Mungu akanita, ndio jina Bulldozer limetokea kwenye huduma yes. Yeah. Ni kipi ambacho sisi hatukifahamu kuhusu wewe? <laughs> Ni, niko, niko simple sana kwa hiyo wananijua tu nikiwa serious kwenye huduma mara nyingi, mm -hmm. lakini hawajui upande wa pili, na mimi ni binadamu, kaongea na watu, kacheka mm -hmm. Kwa hiyo hilo eh, ni jambo ambalo ni vizuri wakalifahamu. Wakati wakati mwingine eh, binadamu wako tofauti, wengine sio vizuri wafahamu, kwa sababu mwingine akifahamu anatumia vibaya hiyo nafasi. sawa sawa, yeah. nataka tumzungumzie mamako kidogo. E, na pengine tutazungumzia sana kwa sababu hapa mm. ni kwenye Mama I made It. Naomba uniambie kuhusu mamako kidogo. Kwa taarifa nilizo nilizonazo ni kwamba hatuko naye tena duniani yeah. Kwanza pole kwa hilo sana, alikuwa anaitwa nani na alikuwa ni mtu wa aina gani? Mm, mama yangu alikuwa anaitwa Esther na alikuwa ni mfanya biashara mm. na alikuwa ni mpambanaji sana mm. kwenye mambo ya biashara na... Uh, mama angu hakuwa mvivu, mpambanaji kibiashara, biashara za kusafiri, biashara zi, mpaka alifika sehemu kanunua pia uwanja, anajenga mwenyewe uh, ni, alikuwa ni mama a mpambanaji mm-hmm. kwa hiyo na bahati mbaya alifariki mimi nikiwa bado ndio nimemaliza na saba tu, kwao akafariki. Ninashukuru Mungu kwa ajili yake kuna mambo mengi ambayo hata kama nilikuwa mtoto niliyaona kwake. mm. Kwanza katika bidii yake ya kazi. mm. Maisha ambayo alitolea yeye ni ya kibiashara kwa, niliona nami mwenyewe nikaja kuwa mfanya biashara. mm. Katika udogo wangu au katika utoto wangu ule ule, nilimfahamu mama yangu, alinilea vizuri, na nakumbuka hata wakati ana kabla hajafariki, alipokuwa anaumwa kipindi hicho mi nikuwa Mbeya ndio nimemaliza la saba, akilikuwa kazi za kulima na nini, nikataka kutoroka kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam. Lakini nashukuru Mungu treni iliniacha. Mamangu alikuwa anaumwa, bado hajaumwa sana, na ikumbe ndio alikuwa anaelekea kifo. Kwa kushawishiana rafiki yangu, mtoto wa mjomba wangu mkubwa mwingine wa huko mm. yeye alikuwa na familia salama yeah. Tukaamua kutaka kutoroka, tumepakia begi letu kwenye treni tembe katuacha. Nisikitika lakini kumbe ilikuwa ni Mungu ananisaidia. Maana kile singemzika mama. Mungu akanisaidia kipindi hicho, mama anaumwa yuko ndani amelala. Nakumbuka siku moja, naanza kufikiria sana majukumu kama mwanaume. Ni mdogo lakini nafikiria sasa mama naumwa na na maana hawezi kununua ku, ku, ku, ku, kitu. Ndio anaweza kana uwezo wake fulani alikuwa nao. Kimekana nikanunua viazi vyangu napeleka kwa mama. Nikiawa mdogo nakaenakakwadogo yeah. Dogo mamangu alilia kwa sababu ni mama ambaye alitulea katika Ukristo, aitulea katika madhi ya kwenda kanisa. Lakini vilevile pamoja na utundu wetu, mamaangu alikuwa mkali, mamangu alikuwa mkali sana kwa taki mchezo yeah. Kwa mimi nashukuru na Mungu kwa ajili yake na mimi na, kabla sijaokoka sikuwa hivi, uh, wale rafiki zake mama zangu ndo wananifahamu kwa sababu nilikuwa mtu wa vurugu kidogo, lakini nilipookoka na kuanza kumtumikia Mungu, wanashangaa, wanasema ni yule, lakini ni mkono wa Mungu. Amina. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya mamangu alitulea, namshukuru Mungu kwa kunizaa, namshukuru Mungu kwa yale aliyoyafanya katika maisha yangu kama mama, na alikuwa anapambana sana eh, tusiwe na maisha ya, ya, ya kuharibika mangu alikuwa sio mtu mchezo, akukuta hata mtu anapa, anaharibu watoto uh, wake kwa mkali anaingia hapa, naweza kapiga hapa, alikuwa, alikuwa sio mtu wa mchezo, anaaka piga mtu. Lakini nikikumbuka historia yake nikimkumbuka, na nakumbuka na mambo mengi ya jinsi alivyokuwa anatolea, na unajua unapokuwa mdogo unaweza usijue kwa nini mama anakoeni, kwa nini mama, anakuwe, kwa nini mama anakuwa mkali katika hiyo, lakini baadaye unajua alikuwa anakutengeneza Lame. Mko wangapi kwenu kama utojali kwetu? Hmm. Baba yangu mimi baada ya mama angu pia hmm, kufariki alikuwa ali na mke mwingine hmm, koo tuko kama tisa hivi, lakini kwa mama tulikuwa sita, mmoja alifariki, hmm, alinifuata mimi hmm, alifariki. Okay. Kwa hiyo ni wakatikati au wa kwanza? Mimi ni wa pili kutoka mwanzo. Ah, mko dada yangu alafu, hmm, nafuata mimi Safari yako ya kufika hapa ulipo ilianzaanza vipi na imekuchukua miaka mingapi kusimama hapa ambapo upo sasa hivi? Uh, kwanza kabla ya kuanza niseme safari yetu sisi wa upande, unajua kuna upande ule wa dunia na upande wa watumishi wa Mungu, na upande wetu sana unahusika, una sana kiroho zaidi ambavyo tunawezokaa na maelezo tofauti sana na watu wengi. mm -hmm. Lakini pia ni njema watu wakaelea kwenye mambo ya kimungu. Uh, tunapozungumzia safari. Uh, kwanza umeokoka lini, ndio safari inaanzia pa. Mimi nilienda kuokokea nchini Zambia nipoenda kufanya biashara, kaimeenda Zambia kufanya biashara nikaokoka huku japokuwa kumbea Tanzania babu yangu alikuwa mzee wa kanisa tunaenda kanisa mm, lakini sikuwa na ule wokovu kwamba nimeamua kumpenda Mungu kutembea na Mungu mm, anikwasikni kijana tu wa kawaida. Kwa hiyo nipenda zambi ya kibiashara nikakutana na neema ya Mungu nikaokoka, lakini kwa sina wito huu kuokoka. Wito ni tofauti na wito. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili nikiwa ndani ya ukofu sasa, ndio Mungu akaniita kwa ajili ya kuwahubiria wengine, lakini bado nifanya biashara yes. Baadaye Mungu aliponiita full time sasa, kabidi niache kila kitu kila kitu nkaacho nihata nivyonavyo nikuja Dar es Salaam, huko nikavitoa nikabaki mimi kuanza nika kujifunza eh, mambo ya Mungu kn mwaka elfu mbili nafikiri mwaka eh, tisini na, na nane Sabat, tisini na saba kwenda tisini na nane ndo nimeingia full time kuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ya, ya kujifunza huduma ya Mungu na kwenda kumtumikia Mungu. Kwa sababu mambo ya Mungu yana na, yana chuo chake, Mungu ana chuo chake cha kuwatengeneza watu wake. Mungu akikuita wa leo, kuna vyuo vya Biblia, vyuo tunavisoma, ndio lakini kuna chuo halisi cha Mungu, anakutengeneza anakupitisha kwenye magumu, nakutengeneza, unapitia mambo lakini Mungu anakuwa nakuchonga kuondoa kiburi, huyo mbaya, majivuno, unabaki wewe kama wewe. Sasa ndio Mungu anataka kutumia sasa. Kwa baadaye, nimekuja hapa Dar es Salaam, nimekaa, nikaanza huduma nikiwa hapa Dar es Salaam, na na, nikapelekwa, nikaenda Mombasa, nikakaa, nikapelekwa Arusha, baadaye nikapelekwa Kilimanjaro. Kilimanjaro ndio nimekaa sana kwa ajili ya kuchunga kanisa, ndio baadaye Mungu akanipa maono ya kuja Dar es Salaam tena lakini Kilimanjaro bado kanisa lipo okay. Mpaka sasa kwa safari yangu, wefikiria kuanzia 98 hapo ndo gari liliwaka, tunasema ndio ndio. Na sasa 98 Mungu amenitengeneza, inahitaji uvumilivu inahitaji kunyenyekezwa, yaani Mungu anapokutengeneza e, wefikiria nikuwa mfanya biashara mzuri kabisa tu, unaona wenzako ambao li umewacha wanaenda kule wanajenga nyumba, we unaangalia tu. Mungu wenzao kulio waacha, wananunua magari mm, lakini inabidi kile Mungu alichokuitia wende, unajua mm. na watu hawakuelewa, naona kama umechanganyikiwa, waacha biashara uende kwa Mungu, kumtumikia Mungu. Mm, lakini sasa hivi kila mtu anakwambia atukujua kausha vitu vingi, unabaki wewe sasa, ili umtumikie Mungu, kwa sababu kuhudumia watu namna hii inahitaji hekima sana, na inahitaji unyenyekevu na inahitaji eh, unyenyekevu ambao huwezi kupata kwa kutengeneza, ya, kwa, kwa, kwa, kwa kuigiza. Ni Mungu amekuchonga kwa sababu unahudumia watu maskini, unahudumia watu matajiri, unahudumia watu wa rika zote, lazima uweze kuhudumia. Lakini hiyo hekima inatoka kwa Mungu. mm. Na ili ije kwako Mungu anakutengeneza. Katika miaka minne ya Mama Samia amekuwa mafanikio gani kwako wewe binafsi na no, kwa kanisa kwa kanisa? hmm. Uh, kwanza tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mama kwa ajili ya kazi ya sio kwangu tu mimi, kwa ajili ya watanzania wote napenda kusema eh uh, Mungu alimleta kwa makusudi, kwa sababu tukijua kabisa kwamba tulikuwa na rais wetu halafu akaondoka, lakini alikuwepo pale. Mungu alimleta kwa makusudi, kwa sababu angekuwa mtu mwingine amechukua ile nafasi, miradi yote aliyoanzisha Mzee Magufuli angesema hii yote weka pembeni, alikuwa na uwezo wa za, siwezi kuendeleza inaelewa na Mungu alimweka mama kwa makusudi, kwa sababu mara nyingi hata familia ya mzee akiondoka anayeweza kuhandle uh, vizuri ni mama aliyekuwa na mzee Kwa mama alipochukua nafasi mimi nachoshukuru sana kila wakati naambia watu mm. miradi yote aliyokuwa ameiacha aliyekuwa pamoja naye mzee John Pombe Magufuli ali amehakikisha yote inatimia hiyo ni jambo muhimu sana, watu wasikusahau, kwa sababu angeachia njiani, alikuwa na uwezo mwingine, angeweza kuja lakini mama alijua, tumefanya pamoja na mzee na lazima tutimize, hata kama hayupo, nikitimiza tuko pamoja, tumetimiza. Kwa amefanya la pili kwa, kwa upande wetu sisi, nikizungumzia kwenye upande wa kanisa, unapoona ujenzi kama huu Uh, nikiwa pale tulipo sasa, tutahama. Nakumbuka mama aliwahi kumtuma mheshimiwa Charamila, mheshimiwa ya mkuu wa mkoa kuja kuleta sadaka yake, kutambua tu kwamba kuna watu wa Mungu ni jambo la baraka kwetu sisi. Tunaona tuna rais, unajua rais asiyetambua kuna, kuna madhabahu ya Mungu, kwetu sisi tunajua na rais, na tuna rais na tunamwombea. Namba 2 Charamira, mheshimiwa Charamira alisema, mama aligundua alikuwa anafuatilia ibada zetu. Akagundua pale, alikuwa na ujenzi ambao ni wa Samia, unaitwa Samia nini? Hapa ile project ya new project. Kwa hiyo, maana sisi kwa sababu tuondoke pale. Tuondoke pale tuje hapa. Lakini alijua anaweza kututoa haraka. Itakuwa vurugu kwa watu na itakuwa jema kwa kama kama nchi yetu. Alimwambia Charamila, kwa kinyume chake alizungumza mheshimiwa Charamila kwamba mama alimtuma kuambia kwamba kuambia watu wasibuguzi wasi wasi, wasi watu acha wa kanisa vile, vile yeye kama rais wa nchi, kwa sababu ya alivyotengeneza eh, tangu amechukua nafasi ametengeneza mahusiano mazuri na nchi za nje, ametengeneza mahusiano mazuri na, na, na wafanya biashara wafanya kazi tunaona uchumi wa nchi ukaenda. Sasa uchumi ukienda, maana yake hata makanisa, unaona vitu kama tunajenga hii yote ni pesa, ni mabilioni hapa. Lakini vile vile unapoona hii vyote vinakuja bandarini, hii yote imetoka nje. Sisi kama kanisa hatulipi kodi. Angeweza kusema rahisi, naamua hivi. Hmm. Lakini mama ameheshimu kazi ya Mungu na kama kanisa hatulipi kodi, na nao anatumia neno e, msamaha, Exemption. E, lakini mimi naona sio neno sawa, inabidi waliweke wa, wa vizuri, sio msamaha. Kusema msamaha mtu haichukui kwa uzito, waseme serikali imelipia kwa sababu kweli sio msamaha Tunapofika pale bandarini, hatutoi mzigo mpaka twende hazina, hazina walipe TRA, na hiyo ni msamaha? Kuna mtu amelipa, ni serikali imelipia ushuru. Nafikiri watu watalibeba kwa uzito wakijua wanalipiwa, lakini wakijua ah, sasa ni msamaha, msamaha mtu analichukua hivyo hivyo, uzito huo. Lakini mimi tangu nimeanza kujenda, nimejua muhimu kwamba serikali inalipia hata kama yote TRA ni serikali, lakini haikupi mzigo mpaka hazina wamelipa TRA, ndio tena nakupa kwa, kwa neno zuri waseme serikali imelipa. Nimefurahi ni me, ni kujua hilo sababu yeah. Mimi mwenyewe nilikuwa najua ni msamaha yeah, ambao wanatolewa nyumba za Mungu yeah, mashule, madaktari yeah, yani kuna huduma ambazo zinakuwa zinapewa msamaha, kumbe serikali ndio inalipa hivi okay. Okay. vitu vyote hivi hivi, mambo mengi hapa ni vichache, tumelipia sisi. Ukifika so, okay, pale bandarini unafanya mchakato kama vile kama mtu mwingine na wa mzigo kutoka alafu hawakupi mzigo, hizo container zote mpaka tumekula storage, kwa sababu tulikuwa tunasubiri hazina watulipie, kwa hazina wanalipa ndio unaeza tr tr wao hawaangalii mzamaa wanaangalii umelipiwa na nani. Tumeona ujenzi uh, unaendelea um, una, una biashara zako, huduma inaendelea, familia iko vizuri. Unaweza ukasema hapo ulipo kwamba mama I made it? Yes, naweza nikasema mama I made it, ni baraka Jambo kubwa, jambo kubwa ya kwanza tunamshukuru Mungu ametutendea, na pili tunashukuru eh, kama ulivyozungumzia, tunazungumzia mzazi wangu, Mungu alioweka kwa kusudi. Tunashukuru pia rais wetu ni mama, amefanikiwa, na kama yeye ni kiongozi wa taifa, tukawa tunaombea nchi pale uwanjani, kwa sababu tunapoombea nchi, nchi haijiendeshi, ina dereva wezi kuombea gari ache kumwombea dereva naendesha gari kwa hiyo, kwa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mama na tunasema mama I made it. It. E, nyuma ya kila mafanikio kuna ishara, ni zipi ishara kwenye uongozi wa, wa, wa mama Samia zinakuonyesha haya ni mafanikio na tuendapo kuna mwanga zaidi? Kwanza tangu alipoanza kama alipoanza ameenda kama mama na kama rais, na ukimwangalia anaweza akapuliza, anapeleka, anapuliza. Sasa lazima nchi yoyote ukitaka kuona inaenda mbali, rais lazima ajue kwenda mbele na kurudi. Anaenda na mkutano, wakati mwingine ameamka na, na, na, na, na, na, na, na, na wapinzani, wakati mwingine ameamka anajaribu ku, ku, ku, ku, kuituliza nchi hmm. Lakini vile vile kuwafanya wawekezaji kwa wingi. Mi ni mwenyewe nimekuwa hapa mimi, unaposema mama i made it kama rais wetu, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Tanzania ni sisi, ni wafanya biashara. Mimi niko hapa nafanya kazi, lakini vile vile mimi nina, nina, nina, nina, nimejenga hoteli pale Mbeya inaendelea tumeona nini kinafanyika kipindi hiki cha mama. Vile vile nina eneo la mgodi unachimba, lakini tunaona nini kinafanyika na, na, na ni mambo machache utaona hapo uh, unahitaji labda kushauri hapo, nahitaji, lakini tunaona nchi mama ameifungua. mradi huu u, umejengwa kwenye ukubwa wa eneo la mraba la, la, la siku ya mita elfu ishirini na nane ambao utakuwa ume, ume, unaunganisha hema nne ambazo kila hema ina ukubwa wa mita 25 kwa 200 zikiwa nne zinatengeneza mita 100 kwa 200 lakini kwa awamu ya kwanza zitakuwa ni hizo hema nne zinazotengeneza mita mia moja kwa mia mbili na awamu ya pili itaunganisha hema ingine mbili ambazo nazo zitakuwa ni mita arobaini kwa mia mbili. Mradi huu unatarajia un, kwa komditi watu wakiwa wamekaa kwa kutulia wasiopungua elfu hamsini. Lakini pia mradi huu tangu umeanza katika idara zote ambazo zimekuwa zikijenga kwa ajili ya kukamilisha mradi huu. Mpaka sasa umeshaajiri watu wasiopungua elfu moja katika idara zote zinazohusika, nikimaanisha katika usanifu wa jengo hili la hema hili pamoja na ujenzi wa kuanzia msingi mpaka lilipo lakini pia ujenzi wa kuweka hizi kapeti unazoziona hapa chini, stesheni ya umeme, pamoja sasa na finishing ambayo ndio inaendelea sasa hivi kwenye mazingira unayoyaona nje. Idadi ya wafanyakazi zaidi ya elfu moja wameajiriwa hapa na kuweza kupata kipato katika kazi mbalimbali walizokuwa wanazifanya. Kwa kumalizia posto Kazi na utu tunasonga mbele, kauli mbiu hii ina maana gani mbele ya madhabahu ya mwenyezi Mungu? Kazi na utu navyoielewa mimi, uh, kazi na utu maana yake watu wachape kazi, lakini tusisahau utu mm, binadamu kuheshimu utu wetu, kuwaheshimu naofanya nao kazi, yani napofanya kazi hapa mi nawa vijana nani uwezi kuwapelekesha kama wanyama, sasa kuna ubinadamu, lakini vilevile uwezi kumpole kwa sana kwa sababu utatengeneza wavivu wengi. Kuna kitu nitaka kukueleza pale, kutaelezea wavivu kwamba kitu gani kimetufikisha hapa. Sio Tanzania? Twende. Sisi Tanzania tuna undugu sana na upendo mwingi sana, yaani kapa ni kama ndugu, ina uzuri wake na hatari yake vilevile tulikuwa ujama, na nchi ya ujamaa, ujamaa na kujitegemea ile. Ujamaa, neno ujamaa vizuri sana lakini, ikikutana na watu wasiojua sheria za ujamaa ni baya sana, nizatengeza wavivu wengi, kwa sababu ujamaa, mnafanya kazi kwa pamoja, mnakula pamoja, yani hata mtu yoyote akija, kwa lugha nyingine, kama kuna wavivu wengi, wanaweza kamtegemea mtu we. Mmoja akafanya kazi na wakara wote. Ndio maana Tanzania unaweza kwenda kwa mjomba ukala hata usifanya kazi, ukacheza bao, unaenda kwa kaka unakula. Kenya huwezi kufanya hivyo, nchi zingine huwezi kufanya hivyo, lakini ni Tanzania tu unakuta unakaa, unakula. Kwa nini? Tumejenga wavivu wengi, lazima watu waondoe hilo. Kenya huwezi kukutana na mtu kumsalimia wakati mnapiga stori Naye, lakini hana, hana, hana mpango lakini ye lazima tupambane nao sisi madhabahuni tunapambana naye ninyi pia katika habari zenu pambaneni nao tutawasaidia watanzania okay. kwa hiyo kazi na utu nirudi kazi na utu kwenye madhabahu ya Mungu ni neno muhimu sana kwamba watu wanafanya kazi lakini ubinadamu na utu wetu lazima uheshimiwe. Nimependa sana Apostle, mi ni kushukuru na, na a, amina e, inshallah atatubariki sote Amen. Asante kwa muda wako e, nashukuru kwamba kwenye maisha yako umekubali kwamba you made it Amen. na bila shaka Bi Esther, uh, Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha kwa amani anajivunia wewe yeah. na bila shaka Bi Samia pia yeah. anajivunia wewe Amen. Mimi binafsi na timu yangu tunajivunia wewe pia. Asante sana. Mimi pia nafurahi, tunabarikiwa na nyinyi na, na, na tunabarikiwa kuwaona kuja pia hapa. Tunashukuru pia kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya rais wetu. mm -hmm. E, tunamwombea naye anajua, na, tunaliombea taifa letu lizidi kuwa na amani. Ni lazima tuende mbele. Asante kaka, Mungu akubariki sana. Asante sana. Amin. Saan. Saan. Saan. Saan. Saan. Saan.